Raila Amolo Odinga alikuwa mmoja wa wanasiasa mashuhuri zaidi barani Afrika, anayeheshimika kwa mchango wake mkubwa katika kuimarisha demokrasia, haki za binadamu na utawala wa sheria nchini Kenya. Raila alizaliwa mnamo mwaka 1945 tarehe 7 Januari katika kijiji cha Maseno, kaunti ya Siaya, huko nchini Kenya. Raila alikuwa mwana wa Jaramogi Oginga Odinga, makamu wa kwanza wa rais wa Kenya baada ya uhuru. Alisomea katika shule za msingi na sekondari nchini Kenya kabla ya kuendelea na masomo ya juu nchini Ujerumani, katika chuo kikuu cha Magdeburg ambako alipata shahada ya uhandisi wa mitambo au mechanical engineering. Baada ya masomo Raila alirejea nyumbani na kufundisha katika chuo kikuu cha Nairobi kabla ya kuingia kwenye siasa. Alianza kujihusisha na masala ya siasa mwishoni mwa miaka ya elfu moja mia kenda sabini na kujipatia sifa na umaarufu kama mwanamapinduzi jasiri aliyepinga mfumo wa chama kimoja wa KANU chini ya rais Daniel Arap Moi. Kwa sababu ya msimamo wake wa kupigania demokrasia alifungwa gerezani mara kadhaa akitumia jumla ya takribani miaka tisa bila kufikishwa mahakamani. Alikuwa sehemu muhimu ya harakati zilizopelekea kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi mnamo mwaka 1991. Tangu hapo Raila akawa sauti kuu ya upinzani nchini Kenya, akiongoza vyama kama Ford Kenya, NDP, LDP na hatimaye ODP, Orange Democratic Movement. Raila aliwahi kushika nyadhifa kadhaa muhimu serikalini ikiwemo waziri wa nishati mwaka elfu mbili na moja mpaka elfu mbili na mbili waziri mkuu wa Kenya mwaka elfu mbili na nane mpaka mwaka elfu mbili na kumi na tatu katika serikali ya muungano wa Rais Mwai Kibaki baada ya mzozo wa uchaguzi wa mwaka elfu mbili na saba. Katika kipindi chake kama waziri mkuu, Raila alihusishwa na mageuzi makubwa ya kisiasa na kiuchumi yakiwemo upanuzi wa miundombinu hasa barabara na nishati, mchakato wa katiba mpya ya Kenya mnamo mwaka elfu mbili na kumi, na kuimarisha ushirikiano wa Afrika Mashariki kupitia EAC. Raila aligombea urais wa Kenya mara tano mwaka elfu moja mia kenda tisini na saba elfu mbili na saba elfu mbili kumi na tatu elfu mbili kumi na saba na mara ya mwisho elfu mbili ishirini na mbili ingawa hakuwahi kutangazwa mshindi rasmi, alibaki kuwa nguvu ya upinzani yenye heshima kubwa na aliyetambulika kimataifa kwa imani yake katika mabadiliko ya kidemokrasia. Lakini mara hii mauti imekuwa na nguvu kuliko pumzi ya uhai iliyokuwako ndani ya Raila. Raila Odinga amefariki dunia Tarehe 15 Oktoba 2025 nchini India baada ya kuanguka ghafla wakati wa matembezi ya asubuhi katika mji wa Kerala. Taarifa rasmi zinathibitisha kwamba alifariki kutokana na kushindwa kwa moyo, yaani cardiac arrest. Serikali ya Kenya imetangaza siku saba mfululizo za maombolezo ya kitaifa huku bendera zikipeperushwa nusu mlingoti. Rais William Ruto alimwelezea Raila kama nguvu ya demokrasia na ishara ya uthabiti wa taifa. Poleni wana Kenya, poleni wana Afrika Mashariki, poleni wana Afrika kwa ujumla. Wakenya walimwita Raila baba, Wakenya walijivunia Raila, lakini hayuko tena. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Amen.